Gazeti lako la Amani linakuletea promotion kabambe ya Chemsha Bongo ambapo msomaji unaweza kujishindia shilingi laki tano kila wiki au tiketi ya ndege kwenda na kurudi Dubai na kukaa kwa siku tatu. Unachotakiwa kufanya ni kununua gazeti lako la Amani kila Alhamis na kushiriki Chemsha Bongo iliyomo gazetini. Kwa kwa mkweli niwa mkweli, Salimia afu tujibie. Asalamu alaikum wasanii oui. Mambo vipi jamani, kwa jina anaitwa Siza Mazongera, ukipenda Mama Segera originali, ni mwanzilishi kabisa wa zile ngoma zetu za segere nimeulizwa swali moja la kizushi kuhusu segere, ilikuja kwa kasi lakini saa hizi kidogo imepoza poza. Unajua sababu ni nini? Kila kitu mwanzo mwanzo kinakuja kwa kasi, lakini kinapokuja kuibuka kingine kidogo unarudishwa nyuma, kwa sababu hata dansi nadhani ilikuwa natingisha, lakini dansi ikaja kuzimwa na watu wa taarabu. Uongo uongo, na segere vile vile ilikuwa, mimi mwanzilishi wa segere Zikaja tazaliwa segere tisa. Kwa hiyo ndani ya zile segere, lakini mimi ndo muasisi wa segere. Na sasa hivi kumekuja nini, visingeri, lakini visingeri ni mzao wa segere polisi

zifikishe mpakana fani ya Mombasa maana umeona kazi mbalimbali za sanaa kazi ambazo nyingine zimekwenda mpaka nje ya nchi na zimeweza kuchukua tuzo. Wako wasanii wetu ambao wamefanya mambo makubwa katika nchi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tupo katika nafasi ya kuhakikisha kwamba wasanii sasa wanachukua kasi, wanachukua kasi kwa maana sasa kuhakikisha kwamba taifa letu linatangazwa na nchi yetu ina na wasanii Wanachangia sasa kwa sehemu kubwa katika uchumi wa taifa letu. Nchi kama Nigeria, filamu peke yake inachangia sehemu kubwa katika pato la taifa. Naamini sasa, kama alivyosema mwakilishi wa marais wa mashirikisho yetu manne tulionayo, ni muda mwafaka sasa wa kutengeneza sera sera ambazo sasa zitasaidia kurasimisha shughuli hizi na kuzifanya ziweze kuchangia katika uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesema kwamba huu ni mwaka wa tatu, lakini yapo mafanikio kadhaa ambayo yameweza kupatikana. Mojawapo ni kufanyika kwa shughuli hizi mfululizo, na la pili ni kuweza kuwafikia wasanii wengi zaidi. Tatu, kuweza kuwaunganisha wasanii wa nyanja mbalimbali pamoja, kitu ambacho hakikuwahi kufanyika kabla. Kutengeneza jukwaa ambalo wasanii watalitumia vizuri, basi litaweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa kufanikisha mambo yao wakiwa kama sauti moja kuweza kutoa tuzo mbalimbali mbali kwa wasanii waliofanya vizuri katika miaka husika. Mmoja wa wasanii waliowahi kupewa tuzo ya siku ya msanii ni marehemu Bi Shakira Said. Mungu airaze roho yake mahali pema peponi. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya msanii inashirikiana sana na mambo ya kijamii na hata kukaa karibu na jamii nzima ya Watanzania. Leo wewe ni shahidi kwamba kitengo chetu cha damu kutoka Muhimbili kimefika katika tamasha hili na wapo wasanii ambao wameweza kutoa damu ambayo itawasaidia Watanzania na raia wengine wote ambao watakuwa na uhitaji. Ni jambo la faraja kuona kwamba wasanii wameweza kujitoa katika hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, sipendi kuongea maneno mengi kwa sababu leo hii amesema hapa MC kwamba kuna burudani za kutosha ambazo bado hazijafanyika, hazi sipeni kusema aliyo mengi, lakini pengine itumia nafasi hii vile vile kuwashukuru viongozi wote wa serikali ambao wamekuwa nasi tangu tumeanza maadhimisho haya mwaka 2014. Shukrani za dhati kabisa ziende kwa aliyekuwa Makamu wa Rais wa awamu ya nne, Mheshimiwa Dr. Mohamed Gharib Bilal ambaye ndiye aliyetoa tuzo za kwanza za siku ya msanii hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie tena kwa kukushukuru wewe binafsi kwa kutenga muda wako kuja kushirikiana nasi katika siku hii ya leo, siku ambayo ni muhimu sana, siku ambayo nasema inatengeneza historia kubwa katika siku hii ya msanii, ambayo Tanzania mwaka huu itakuwa inaadhimisha kwa mara ya tatu, na kilele chake kitafanyika tarehe 29 mwezi wa kumi pale Blue Pearl au Ubungo Plaza. Kwa mara nyingine ni kushukuru tena, ni washukuru wasanii na ni washukuru watu wote ambao tumeweza kushiriki pamoja katika siku hii ya leo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. nashukuru sana. Sana Sana kunisikiliza nashukuru sana sana, wasanii we na washukuru pia wote ambao wamechangia damu ni jambo jema katika kuisaidia jamii. Naomba muendelee na huo moyo, na wengine watakaopata fursa wakati mwingine katika maeneo mengine, kwa mfano maeneo ya michezo na maeneo ya maonyesho mbalimbali, naomba wajitokeze ili kusudi waweze kuchangia damu. Ni jambo la muhimu sana. Nawapongeza sana washiriki wote wa tamasha hili ambalo linalenga kuhabarisha umma na Watanzania kwa ujumla kuhusu maadhimisho ya siku ya msanii kwa mwaka elfu mbili na kumi na sita katika kutambua, kuthamini na kuenzi kazi kubwa inayofanywa na wasanii wote hapa nchini. Pongereni sana kwa kuja kwenu, kwani bila ninyi shughuli hii isingefana kama tunavyoiona. Uongo kweli? Maana ningekuwa labda nazungumza na hewa kama kusingekuwa na mtu. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, kwa namna ya kipekee napenda kuwapongeza Baraza la Sanaa la Taifa ambalo linaitwa BASATA kwa kifupi, kwa kubuni mradi huu wa kipekee ambao matunda yake tunayaona na nadhani nyote ni mashahidi. Aidha, naipongeza kampuni ya Hartnell Production kwa kuwekeza rasilimali zao nyingi katika kuhakikisha mradi huu unaendelea, huu ukiwa mwaka wa tatu wa maadhimisho yake. Napenda nimtambue, ya, napenda mtambue kwamba serikali yenu inathamini sana mchango wenu katika hili, kwani kwa juhudi zenu hizi sanaa sanaa inayo uh, inayoajiri zaidi ya watu milioni saba inaendelea kukua na hivyo kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Sanaa ni moja ya sekta na shughuli muhimu katika maisha ya binadamu, kwani karibu kila tunalofanya tangu tunapoamka asubuhi mpaka tunapokwenda kulala usiku ni kazi ya sanaa. Wengi wetu humu ndani tumependeza umependeza kwa mavazi nadhifu ambayo ni kazi ya sanaa. Hii inadhihirisha kwamba sanaa ina mchango mkubwa kwa uchumi wa taifa letu. Kutokana na umuhimu wake, wizara yangu imeanzisha mchakato wa urasimishaji wa sekta ya sanaa kama ilani ya uchaguzi ya CCM inavyohimiza. Dhamira yetu ni kuwezesha mchango wa sekta hii kujulikana ni kiasi gani, lakini pia kuboresha mapato ya wasanii. Nikiwa msimamizi wa sekta hii, ninakaribisha maoni yenu, wadau, ili kwa pamoja tuweze kuchangia katika uboreshaji wa tasnia ya sanaa katika maeneo ya muziki, filamu, uchoraji, maonyesho, ususi na mengineyo. Ndugu zangu, napenda mtambue kwamba swala la urasimishaji linakwenda sambamba na uwepo wa haki miliki ya kazi za ubunifu. Nichukue fursa hii kuwashauri mtunze haki miliki zenu, msiziuze. Wabunifu wapo wengi, wana mambo mazuri sana, lakini kuna tatizo la kuuza haki miliki. Narudia kuwaomba msiziuze, kwa sababu huu ni utajiri mkubwa ambao hamwezi kufikiria. Zitawasaidia sana kwa baadaye. Na wale wabunifu wapya, nitoe mwito kusajili kila mara mnapobuni kazi mpya, ili kuepuka uharamia. Mara nyingi uharamia unatokea pale ambapo pengine hujasajili kazi yako. wasaniwi wasaniwa na sasa tunaona kwamba uko umuhimu tutengeneze sera ambayo itaitwa sera ya ubunifu. Kwa hiyo serikali kwa sasa kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inafanya maandalizi kwa ajili ya kupatikana sera hii ambayo inaweza kusaidia kuboresha sekta nzima ya ubunifu kiwepo ya sanaa filamu na mengineyo. Nawashukuru wadhamini wote ambao tayari wamejitokeza kudhamini tamasha hili wakiwemo Africa Media Group, Alliance Francaise, New Habari Corporation, Tanzania uh, Capital Radio, Tanzania Standard Newspapers, Global Publishers, SBC Tanzania Limited, SSRA pamoja na wengine ambao sijawataja hapa nawashukuru sana kwa mchango wao mkubwa. Nawaomba wadau wengine wazidi kujitokeza kudhamini shughuli za sanaa kwa lengo kubwa la kuthamini kazi kubwa inayofanywa na wasanii hapa nchini. Makampuni na mashirika mengi yamekuwa yanawatumia ya wasanii kwenye shughuli zao mbalimbali. Hivyo basi, ni vyema wakajitokeza pia kwenye uenzi kazi zao kupitia tamasha hili. Mabibi na mabwana, nisiwachoshe kwa hotuba ndefu, bali nitumie muda uliopo kuwashuhudia kazi mbalimbali zinazofanywa na wasanii wetu. Nimalizie kwa kuwashukuru tena kwa kunikaribisha, na sasa naomba niwakaribishe rasmi kwenye tamasha hili la sanaa ambalo ninaamini kwamba bado linaendelea. Kwa hiyo karibuni, na mimi kama mlivyosikia, nitaendelea kujumuika na nyinyi kwa sababu na mimi ni mbunifu mmoja wapo vile vile. Kwa hiyo nitakuwa pamoja na mimi, na niwatakie kila la heri katika kilele cha uh, cha siku ya msanii ambacho kitafanyika tarehe 29 mwezi wa kumi pale Blue Pill. Lakini niwaahidi kwamba kama walivyotangulia kusema na kuomba kwamba tusiwaache wasanii au wabunifu mimi niko pamoja na nyinyi, wizara yangu iko pamoja na nyinyi, Mheshimiwa waziri yuko pamoja na nyinyi, milango iko wazi na tunapenda sana tukae na nyinyi ili kujadili masuala yanayohusu maendeleo ya ubunifu. Karibuni sana, nashukuru. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tupate picha. Ukijiona mfupi, rudi nyuma.